Sasa barua imesomwa pale na kila mtu akawa ameona na kila mtu kusikia. Sasa wakaanza kufanya masiara. Inaonekana huyu mdada huyu, e, imebidi aandike barua. Alijua labda pengine litampata lolote, akawa ameacha ujumbe kwa ajili ya mpenzi wake. Sasa hebu nikuulize. Mbona kama mwanzoni hakuweka jina? Yaani Lady Peach pia atakuwa alikuwa anamzimikia Yulong eh? Masikini kwa bahati mbaya kabla hajampatia barua, eh? Eh, Eh hebu hebu eh tufungue na nyingine. Wewe eh, subiri subiri. Uh, sasa unajua hiyo umeichukua katika mwili. Unaruhusiwi kufanya hivyo. Unaonaje labda lakini tumeshajua hizi zitakuwa ni barua za watu ambao eh, hawa watakuwa walikuwa na na ye, ye ye, sasa, na na mahusiano na watu wengine. Sasa tuachane na mambo ya barua, barua twende tukaanza tukawazike kwanza. Bas hii barua tumzike, eh, tuizike tuizike na huyu mwanamke. Eh tuizike akiwa nayo. Haya, tuondoke. Wakafanya masiara pale e, wakaendelea kufanya sasa e, kama ni ibada fulani, wanapigapiga maombi yao e, kuna sala yao wanaipiga huku, wanasonga mbele. Sijui walijadili nini e, katika wa yale waliokuwa wakiyajadili na hatua walioichukua na ni nini ambacho walikuwa wanakusudia. Nafikiri kuna kamtego wanakatengeneza Hatimaye sasa, ikafika muda fulani tunaona kuna mtu mmoja ameingia hapo. po e, jua basi ile ibada ya wale wafu ilishafanyika na nini. Kwa hivyo basi sasa, yaonesha basi wanasubiria wengine hapo kuzikwa na nini. Kuna mtu mmoja akaja. Huyu mtu inaonekana kuna kitu alichokuwa anakitafuta. La. Yaani ndo umekuja saizi Ilikuwa bado kidogo tu nipitiwe na usiri. Ah, una haraka kwenda wapi? Ai, ngoja tuone mbinu zako sasa hizo. Za kutumia upanga wako si una mbinu za kuua watu kwa staili 13. Eh? Nini kimebakia sasa? Nilipojua kwamba kuna barua ambayo haijafunguliwa katika mfuko wa mmoja wao. Nilijua nikisema tu lazima utajitokeza kwa sababu unataka kuifunika hiyo siri. <tuhumono> Kwa hiyo basi, Heaven Dog umendo huyo na wameshampatia katika mtihani. Kwa hiyo Lady Peach alikuwa anafanya kazi, ukamuua ili siri zako zisistawi, na umeamua wewe kuja kuangalia kama kuna ushahidi uliobakia. Yeye alijua kwamba anaweza akauawa, ndio maana akacha ushahidi fulani. Basi jamaa akatoa upanga wake na akaanza za kupambana, ana staili nyingi sana za kupigana <coughs> lakini inashangaza ya kwamba basi hika yana uwezo wa kupambana naye, licha ya kwamba anajaribu kutoroka, lakini hakuweza. Sasa hao watatu wameamua watapambana naye mpaka wajue huyu ni nani, sababu amefika hapo akiwa amejifunika, ni kama hataki watu wajue ni nani. Sasa kuna wakati kama wanazidiwa kajitahidi, lakini kuna time ya mezidiwa akawa sasa anataka kusema yika ajataka kumwacha akapambana naye mpaka juu aondoke. Mtu wa kila, akitaka kusepa jamaa yuko haya, kuna time amepatwa. Sasa kila akienda anatandikwa upande huu, kila akidondoka anatandikwa upande huu, upande huu, yaani kama vita imeanza kumzidi sasa. angalia. alijua kwamba binti atapatwa na shida ikiwa atatumia mbinu kwa hiyo basi angalia, ni kama amepunguza nguvu. Watu wawili wanapambana, lakini sasa upanga wake ukaguswa, mkono wake ukajeruhiwa, anatafuta njia ya kukimbia, naye binti akamfanyia staili ile ile. Sasa hapa anachomoka vipi? Wamemweka mtukata. Mkono wake huwezi tena kushika panga. Anatumia mbinu nyingine akitaka kutoroka sasa akapita katikati akiwa anataka kusema wako nani atafanikiwa? Eh, haya, ngoja tu. So, amepenya penya namna hii, kukata kona, siju ndio ameshampoteza tena. Gongsan bado anafuatilia mwenendo wa bibie huyu. Mm, Miss Mafalin, jamani, muda umefika.

Tulikuwa tukimfukuza Heaven Dog. Inawezekana ametoa maski yake na amejichanganya kati yetu. Kwamba unasema Heaven Dog yuko miongoni mwetu? Hebu tuambie ni nani basi. Labda, kuna nani ule umeona aliyojiunga naye? Kwa sababu watu wote wako hapa, kila kitu kimekuwa kama vile tunachanganyikiwa. Sijaona aliyekuja. hao Haya, Makochun ni nini, nini kingine ambacho utatuambia? Maana yake muda unazidi kwenda na adui ya tumpati. Kama unavyojua kiongozi ni kiongozi, hawezi kusema maneno alafu asiyefanya. Makochun, chun, bwana, ebu ebu tukamsaidia uka, uka, uka, uka. Uka, uka. Uka, nima, shi, sasa utatuziwa vipi kwenda? We, kumwona bosi Unajua hapa ni mahali pa heshima. Inafaa uwe na nidhamu. Sasa leo tunataka maisha ya Ma Kongqun. Nadhani nyinyi hamtaki kuishi tena. Kama hamna cha kuongea ngoja niwaonyeshe. Eh, mwamba Gongsan akaingia mwenyewe. Anaona hawa wanataka kumzuru bosi, bora mimi nianze kwanza kuongea. hasa nashindwa kuelewa ni kwa nini basi mpaka sasa Gong San hajaondoka, na wakati ule alishapewa uhuru wake. Aliyempa uhuru alikuwa si mwingine, alikuwa ni Miss Ma. Alimwambia bwana, unaweza ukasema. sasa unajua kuna Uncle Fen pale. Eh, wote wako wa nyuma wanamtazama tu, ngoja kwanza anze Gong San. Kidogo akaingilia mtoto wa mzee Yuan Chuyu

Sio vyema kama ukiharibu sifa ya familia yako. Mimi nachojua ni kwamba mji wetu unahitaji kiongozi ambaye anafaa kwa kuaa oh. Lazima tupambane. Sasa nitakufundisha. Binti, kamua aingie mwenyewe hapo kati. Yote hii ni katika kuonesha kwamba anajimudu. Na yoyote ambaye anataka kumvunjia heshima baba yake, yeye atapambana naye. Haya, Mwamba amepambana kweli, yuko serious anataka kufanya kitu, kitu kweli kweli. Haya, wakati huu basi, kila anapojaribu kumdhibiti bado ngoma ilikuwa, lakini mtoto wa kike nayo yuko sawa. Silaha anayotumia huyu Mwamba na yenyewe pia ni hatari sana. Kuna wakati kama akawa na mzidi, sasa binti kazidiwa Kafika wakati akadondoka. Wakati basi eh, mwamba yule anataka kwenda kumsaidia anaambiwa na msidi, wala usijiguse. Bado anafuatilia anataka kuona nini kitatokea. Binti ajitahidi kweli, mzee yule alikuwa yuko serious anataka kuhakikisha anamaliza maliza. Mwanaye akamwambia, baba acha bwana, imetosha. usije ukamdhuru usije ukamuumiza. wewe naye vipi, umeingilia ile ege, umempenda yule mwanamke Ah, basi ngoja sasa, ngoja nizififishe ndoto zako. Anataka kuzima ndoto za mwanae kama anampenda wewe, mwanamke basi asimpate kabisa. Eh, basi baada ya kuonekana kwamba ya mambo yamekuwa mbaya. Yaonekana Gong San naye akaingia kati. Ikawa vita pale. Kila mtu ametoa panga. Mhm, mm vita imekuwa kali kwa kwa kweli. Sasa kwa njia hii watampata vipi basi Heaven Drop? ya kuwasaidia watu kama hawa haya. Wameanza kupambana wenyewe kwa wenyewe. <tipatikana> Kwa nini tusiendelee kuangalia hapo ngumu mpaka nani atageuka? Na wote kila mmoja kwa nafasi yake ana uwezo wa hali ya juu sana wa kupambana, lakini aonesha pana kitu ambacho tunakosa kijana na akili sana yito. Na yeye ana akili sana ya intelligence, bado anajaribu kutafuta majibu kupitia ugomvi huu anajaribu kujiongeza kidogo, nini ambacho amekosa maji. <coughs> Haya basi, pale wanaambiwa pakachangamka, watu wanatandikana tu eh? Kila mmoja akatoa panga lake, huyu anapiga huku, huyu anapiga huku, bibie huyu sasa akawa amesikia ha, hata silaha yake ikawa imetupwa mbali. Maana yake ni kwamba hana njia sasa ya kujiokoa. Inapita silaha kati kwa kati, kabla haijamfikia Bibi akawa anajaribu kujiokoa. Ikafikia kipindi mzee kaka kila binti alichojaribu kufanya watu mwamba bado yuko. Sasa mzee anataka kuona mpaka mwisho itakuwa. Ikiwa atamuua mtoto wa Mako Chuni itakuwaje? We mzee, unataka kufanya nini? Basi gong sana. Akaamua kumsaidia bibi. sasa la sivyo ina maana ngome ingekuwa, wakati alipodondoka basi Uncle Feng akamsaidia huko sawa. Kweli anamwambia niko sawa. By the way, huyu ni Uncle Yun, kuna Uncle Yun na Uncle Feng. Baada ya watu kupambana kwa muda mrefu sana, mzee mwenyewe akaamua kutoka he. Kama mtu mnayemtaka ni mimi, sasa kwa nini mnawapiga watu wengine? Wala hata msiwafanyie watu wengine. Mambo yakawa magumu Ma Hebu mwondoe binti yangu hapa. Nataka nibaki na hawa watu mimi mwenyewe. Yeah. Hapana, baba, mimi siondoki. Sitakubali niwaache wa kudhuru. Ah ah, mwanangu, hebu ondoka tu. Mimi nitakupata. Sasa niende wapi? Siondoki, siendi popote. Ikae, unakumbuka kile ambacho uliniahidi? Nakumbuka. Haya, mtoe hapa. Mengine niachie mimi. Yeah. Baba. Eh. Mzee anamwamini sana kijana, amempatia binti yake. Ah, yani kitu nayo bana inanitia wivu sana sasa. Unaona sasa hapa kinachotokea, Miss Dia na kasirika. Inakuwa kama kale ka mchezo wakati wa Feng Xinia anapokuwa na shi, shi Lang pamoja na yule bibi anaitwa Miss, uh, Miss Shen Bijuan kwenye ile Royal Prince. Basi hapa ni kama, Miss Dia anapata wivu. Yani, kama vile Feng Xinia alivyokuwa anamuoniaga wivu eh Haya, tunarejea tena upande hey, huu. Hayo hua, <laughs> kwa hiyo Ma Kongqun sasa unajitetea na kitu gani? <laughs> Akasema mimi sioni kama kuna tatizo. Kama mnataka vita basi na vita iwepo. Yaani mzee yuko tayari sasa ameona ah, sasa mimi nitawaambia nini? Kwa hiyo akawa ameshajipanga tayari. <laughs> Mzee akajiandaa, jamaa yuko. Wakaanza vita. Aya, vita. Ah, ngoja tuone vita hiyo itakuwa <laughs> Basi zikapigwa pale panga zile za kiutu uzima, zenyewe kabisa, zile za zaki. <coughs> Mzee yuko vizuri na jamaa nalo liko vizuri hasa, kuna time kama mzee anazidi, lakini utundu na uwezo alionao ni wa hali ya juu sana. Sasa hapo amemkosa kidogo, alitumia mbinu moja nzuri sana na ikawa ile vita ni kama vile anaanza kumshinda mwaza. Sasa hii ilikuwa mara ya kwanza, akamwacha sasa. Imebidi Ye Kai kumchukua msma kwa nguvu, wakatimka pamoja. Waliingia mahala fulani hivi kama sehemu ya maficho, wakiwa wanatarajia hapo watakuwa salama. Mtoto wa watu walikuwa wamepigwa loku, wamemgandisha. Sasa ndo amemgandua, amekaa sana. Ebana, ikafika kipindi. Mzee nywele zake sasa zilikuwa zimezidi. Eh, wakati wa kupambana basi inaonekana nywele zikatoka kibaya. Nywele zikawa vurumai. Sasa kuna muda hata kupigana nako nywele zina msukumo. Lakini basi pale pakawa vurumai. Kila mtu amekamata mtu wanapambana. Ni muda mfupi au siku chache zilizopita palikuwa na sherehe hapa. Na wote hawa walioalikwa walikuwa ni wageni ambao basi walikuwa wanakula na kula Nyumbani pa huyu mzee lakini, usiamini mtu katika maisha yako, hao hao ndo wamegeuka wamekuwa, tena wanainua panga kumshambulia <tot> Nakumbusha juu ya muhimu wa kusubscribe katika channel yetu, zingatia kufanya hivyo kama hujawahi kufanya hivyo, tafadhali subscribe, hakikisha unabofya alama ya kengele baada ya ni hatari lakini huko unakwenda kwa nini unarudi? Ah ah, siwezi nikamwacha mtu ambaye tunamtafuta akaona sisi na hapo afanye anavyotaka. Hakikisha utamtibu majeraha yake. He, majeraha. Kwani mimi nimepata majeraha? Wewe uone unatoka damu huko. Hiyo ni damu, sio damu yangu, ni damu ya yule. Kwa sababu kwanza, yun zai tianjiu wo de shihou, zhan wo shenshang de. Yushindo amepata jeraha ambalo inaonekana, I mean, huyu ni ankle. Inaonekana ana jeraha mkononi. Basi maana yake ni kwamba E, kuna uwezekano tayari jibu wao. Kwa hiyo yaonyesha yeye basi ndio ndio Heaven Dog na ndio walioshindana naye wakati walipokuwa wakipambana naye kule katika ile majeneza majeneza. Haya, angalia, basi mzee kaingia kati akapambana na watu sasa. Wakati wakati watu tayari wameshaanza kuuawa, inaonekana majibu tayari atawahi kuokoa maisha yake, akileta mau kwamba ni nani Heaven Dog. Machafuko yanatokea wakati adui anajulikana, labda pengine ajulikani moja kwa moja, lakini ameweza kujua, amesolve hiyo puzzle. Nimekumbuka Yu Zaitun pamoja na Wu na Mr wanaita Wu Changai, hawa wote inaonekana wanashirikiana, wakakumbuka jinsi walivyomjeruhi mkononi. Anaweza kuwa ni yeye? Itakuwa ndio yeye. Ni nani mnamwongelea? Mastafu akatokea. Baada mastafu kutokea, misidi akashangaa kidogo. He, mastafu mwamba yuko go serious. Mda wote kule, kuna machafuko makubwa, mzee yuko katika vita vikali hasa. Angalia, watu wamechapika kwelikweli. Kuna muda inafika, mnakuwa kama amuonioni vizuri. Angalia. Kila mmoja basi yuko tayari kuhakikisha kwamba mzee mzeeana lakini mzee na watu wake ambao wanamlinda, jamani, rudini ndani. Mtu simnaye mtafuta ni mimi. Waache wapambane na mimi mpaka mwisho. Mimi nimekuwa hapa kwa miaka mingi kama kiongozi eh, nimefikiria sana leo nimeamua nimeona makosa ambayo nimeyafanya, eh kama basi, ikiwa nilidhani niko salama, kumbe siko salama. Fanyeni mnavyotaka basi, lakini bosma Tafadhali usifanye unachotaka kufanya. Baba, basi mzee alitaka kujimaliza. Eh, yeah. Tayari tumeshampata Heaven Dog. Unasemaje? Nimesema tumeshamkamata Heaven Dog. Weka upanga wako chini mzee, tukuambie nani ni Heaven Dog. Anko yu yuko pale akapata wengi. Eh, Master Fu Hongxue, mara yake tayari ameshashirikishana na kina MSD, wameambiana na kina Ye Kai. Wewe Fu Hongxue, ni ujinga gani unataka kusema? Eh, inawezekana vipi mimi amepita katika vita nyingi. Ya mimi. Mkubwa, inawezekana bado hujajua kwamba huyo jamaa anakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Big brother, umeenda naye katika vita nyingi. Kuna vitu anavyovifanya ambavyo amba vinakuchafua jina langu. Yani kwamba mimi nimekaa na mzee hapa miaka yote, mnataka kusema mimi ndio muhusika? Si nitakubali nyinyi mnichafulia jina langu kirahisi. Ebu usikimbilie kuamini. Ehe, eh, basi tuthibitishie Yunza itum. Wewe uliwahi kupambana na mimi kwa siri. Ngoja kwanza nikukumbushe, umekua ni mtu ambaye mara kwa mara Unafanya vitu watu, vitu ambavyo unataka wow. Umekua nyuma ya mauaji ya wengi kwa siri. Iyo. Umetumia mbinu nyingi kufanya vitu, lakini wewe ndiye ambaye unafanya vitu ah, basi vibaya aliwatumia watu kama vile e, pitch lady you know, pitch lady e, alitumwa kumbe akamnyweshe sumu ni pombe ile yotiwa e, ambapo basi alipewa murongo na anatumia kitu kinaitwa dark smoke cover ambayo hiyo basi akiingia mahali hamumoni vizuri. Na msidi kuna kitu aliniambia wakati wa harusi murongo. Ehe, basi naonekana pana kitu ambacho kimebadilika, yani wakati alipodondoka na wakati tulipopata mwili wake katika gereza, pana vitu vilitofautiana. Yanaonekana kila baada ya masaa mawili umekuwa ukiua, umemuua pia. nia yako ilikuwa unataka kutengeneza. Sasa imefikia wakati uweze kutoroka tena. Basi, zingatia kwamba tutakutana kwenye episode ya mbele. Kama utapata muda zaidi, weka maoni yako na nitayasoma kwenye episode inayofuata mimi niko tayari kusoma ujumbe wako, lakini zingatia pia ya kwamba ikiwa una uhitaji wowote, unaweza ukanipata kwa namba ya simu ambayo unaiona kwenye skrini yako. Wakati huu nimeanza kumisi zaidi kutangaza, inabidi nipate microphone, nitafanya hichi kitu very soon. Asante kwa muda wako, na nafikiri tutakutana wakati mwingine kwenye episode kuanzia 39 na kuendelea. Mimi naitwa Michael Lukindo Mr Informer. Zingatia basi mtazamaji, ya kwamba lolote ambalo unalo kuhusiana na biashara, kama unataka kutangaza pengine biashara yako, unaweza kuweka matangazo yako kupitia vipindi hivi unavyoviona vinakwenda live moja kwa moja kupitia YouTube hapa. Wasiliana na mimi kwa namba za simu ambazo unaziona kwenye skrini yako, lakini pia ikiwa unataka pengine kununua YouTube channel, unaweza kuwasiliana na mimi moja kwa moja. Wasiliana na mimi na nitakufanyizia jambo. Ikiwa utanunua kwetu YouTube channel, basi tutakupa ofa ya kukutangazia kwa mwezi mzima, tukikupromote kwa kile unachoweka kwenye channel, ili watu wapate kujua upo na unafanya hiyo. Ni rahisi zaidi ukiwa na channel yako peke yako, kama hujapata mashabiki, ngumu kweli kweli kuanza safari ya namna hiyo, lakini kama tukikufanyia promotion hiyo, itakusaidia watu ndio watakao kuwa wanakuja kwako. Uone hapo, utakuwa umepata ofa nzuri. Haya, utawasiliana na mimi ikiwa una uhitaji wa kununua youtube channel. Ipo na nataka nikuambie, sio moja, ziko zaidi ya nne ambazo zinauzwa. Kwa hivyo basi, wai ofa mapema. Mimi naitwa Michael Lukindo, tutakutana kwenye episodi ya 39.